Mi kwa jina naitwa mwalimu Meijor Laizer, ni mwenyekiti wa jumuiya wazazi wilaya ya Siha, lakini pia nimeshakuwa kuwa mjumbe wa NEC katika wilaya ya Siha, lakini pia mimi ni mtumishi katika halmashauri ya Arusha DC ni afisa ya elimu eh, takwimu Leo nimekuja katika ofisi ya chama katika wilaya ya Siha kwa lengo la kuja kuchukua fomu ya kugombea ubunge katika jimbo la Siha, na nia na dhamira njema nilionao ni kutaka kuweza kuonyesha eh, kuleta eh, mshikamano na umoja katika wilaya ya Siha, lakini pia dhamira kubwa ni kurejesha heshima ya chama chetu uakikisha kwa kwamba e, chama kinapata heshima ya yake e, kwa maana ya mbunge anayekijua chama lakini mtu anayekijua chama na kuheshimu chama. Lakini moja ya mambo ambao nafikiri sisi tunajua kwamba hii ni wakati wa kuchukua fomu, lakini chama kama tunavyojua ina utaratibu, najua kwamba michakato ya chama ipo. Mimi binafsi nimejipima nikaona kwamba ni miongoni mwa wanasisem ambao wanakipenda hiki chama lakini ni watu ambao ni mtu ambao nakiheshimu chama hiki, lakini nina ujasiri mkubwa wa kuhakikisha ki, kwa kwamba Siha inabaki katika heshima yake, na moja ya dhamira ambayo nimetamani sana ikitokea nikapata nika, nika, nika riza ya chama e, ni kuwaweka watu wa Siha pamoja, lakini pia e, kutengeneza taasisi ya, ya, ya, ya, ya ofisi ya mbunge ya, unajua mbunge lazima awe na ofisi. Huwezi kuwa mbunge miaka kumi alafu huna ofisi ambao wana CCM wananchi wa wilaya ya Siha wanaweza kuja kusikiliza na kusema changamoto walizo, walizo nazo. Lakini pia moja ya vitu ambavyo e, kama chama itanipa ridhaa ni kuhakikisha kurejesha heshima, kwa sababu heshima naizungumza kwamba chama lazima iwe e, hasa katika matawi lazima tuwe na ofisi e, katika, katika level ya kata, lakini hapa hata katika ngazi ya wilaya lazima tujenge ile dhana ya kujali na kuheshimu chama hasa pale unapotokea maelekezo ya chama.